Kabisa. Hongera kwa mchezo, lakini pia pole. Nashukuru sana mechi. Uh, imekuwa ni mechi ya namna gani kwenu, mmepoteza siku hii ya leo mbele ya Singida? Uh, kwanza mechi, mechi ilikuwa ngumu tokana Singida na ubora wao, ila tunamshukuru Mungu tumemaliza salama, hakuna mtu aliyopata injali, ila tumekuwa wanyonge kidogo kwa kupoteza mchezo mm, ila mechi ilikuwa nzuri na ilikuwa ngumu kiasi chake mmefanikiwa yeah. uh, ku, uh, kutengeneza baadhi ya nafasi, lakini tuliona zinashindwa kutumiwa vizuri. Unadhani shida ilikuwa nini? japokuwa tuliona kuna uh, mlikuwa mkipishana sana na Singida. Nafikiri mechi ilikuwa nzuri kama nilivyosema hapo awali, tumefata maelekezo ya mwalimu, tumeshindwa kutumia nafasi kwao mm. tutaenda kuboresha kwenye uwanja wa mazoezi ili turudi vizuri zaidi mechi inayokuja. Unadhani Singida wamewazidi nini leo? Nafikiri wametumia nafasi walioipata mm. yeah pkewazidi yeah, yeah. yeah. ukijitazama we binafsi msimu huu una malengo gani? na tunafahamu watu wengi wanakufahamu, lakini wanatamani kuona ukiwa juu zaidi. Mi binafsi kwa upande wangu, malengo yangu yao ni makubwa kwa msimu huu, kutokana na msimu uliopita upita kwa jinsi ulivyokuwa. Kwa msimu huu mimi na malengo makubwa sana kuona, naomba Mungu malengo yangu yakatimie. yeah. na mimi mwenyewe binafsi nitapambana zaidi. yeah. ili malengo yawe vizuri okay. Tofauti gani kati huku kucheza Simba na huku Mashujaa huku? uh, naweza kusema huku napata time ya kucheza muda mrefu. Mm. kule ni kwa sipati time ya kucheza muda mrefu. Yeah. Okay. Pengine unatamani kurudi? Of course, eh, yeah. Kutamani kurudi lazima nitamani kutoka na ile, mm. hmm. hmm, ni timu yangu mpaka sasa hivi kwa sababu mimi hmm. huku nipo kwa mkopo ili nirudi, maana yake upate nafasi za kucheza, yeah. ili nirudi hmm.